Wazuia hawa hawataridhika, watagusa wengi, kwa sababu sehemu kubwa huwa wanakaa wanatafiti kwa muda mrefu. Kama nilishakwambia, hii Biblia imesema watu wabaya ndio hukaa chini kuwaua watu wema, kwa kama ni shetani, ni watu wabaya, yaani mtu yoyote mbaya aliyepopota naye, nisikilize sasa hivi huyo ndo shetani, yaani ni, ni watu ukaa chini kuua watu wema. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitawasumbua kinawasumbua sana sehemu kubwa, wakikaa wanasema, tukiua yule Mbarikiwa watachakaa watu waliojitoa kabisa kwa, kwa moyo wa kweli kwa Mbarikiwa pale watachakaa. Halafu anaona hatuelekei kwa sababu, nguvu ya mtu aonavyo mtu nafsini mwake, mtu alivyo ndani kwenye ufahamu wake, anayoyafanya yakiwa mazuri, mtu huyo atakuwa mzuri tu, analia lakini mzuri. Ndio maana karibu kila aliyemcha Mungu, hata awe kwenye mateso kiasi gani, alionekana vizuri. Kila mtu ambaye alifanya vizuri kwenye jamii Ma, kwa kubwa alionekana vizuri. Uzuri wa mtu ni mazuri anayofanya. Uzuri wa mtu sio rangi, uzuri wa mtu si gani, si nguo gani anavaa. Hizi kopi baada ya muda huonekana kwamba ilikuwa kopi. Kamana kama wewe utakuwa mzuri kwa sababu ya vazi gani unavaa, baada ya muda wataona ilikuwa kopi wakikuzumu sawa sawa, wanajua tu hii ilikuwa kopi, hii ni kopi. Lakini uko uzuri usiotegemea unakula nini, unavaa nini, huko uzuri usiotegemea unacheka ama unalia. Kwa hiyo katika vitu ambavyo kama Mungu hata wazuia, nikisema hata wazuia kwa sababu kuwazuia siku akisema awazuie, hata washawishi kwamba acheni sasa inatosha, hata washa, kwa sababu sauti ya kwamba acheni zimetamkwa nyingi, zimetamkwa nyingi, ambazo hata na wao wakikaa mahali wanaona hii ni sauti ya Mungu inatuambia acha, lakini kunakuwa na sauti nyingine inawaambia mkiacha mambo yatapinduka, mtalipu haya. Kwa hiyo hebu muondoni na na yule muondoni na yule muondoni na yule. Sasa unanena ambalo nataka niwaambie, hata ndio huwa wanaponisikia fahamu hivi, kumuua mtu nayejua na kuudhi haumkomoi, unaongeza wengi wa kukuudhi na kukuchukia. Kumuua mtu ambaye unajua anakuchukia yani kumuua mtu unayejua na kuchukia, aidha na kuchukia kweli, au kwa sababu pengine nakwambia ubaya fulani, unajua na kuchukia. Kumuua mtu unayejua na kuchukia haumkomoi yule, unaongeza idadi ya watakaokuchukia, kwa sababu mtu kwa sehemu kubwa haishi kwa ajili yake, mtu huishi kwa ajili ya watu kwa unapomuua mtu, kuna watu unawakomoa. Au mkomoi yule au mkomoi yule, kuna watu unawakomoa. Wale unaowakomoa ndio watakaokuwa, hata kama hawakujui nani umehusika, watabaki siku zote wanaangaika kujua nani amehusika kuua ndugu yetu. Ndio maana unaweza kuta ndugu yenu alishakufa kitambo lakini ukisikia habari fulani inazungumza, watu wananong'ona kwa pembeni, wanamzungumzia ndugu yako, akini inasogea mwili unasogea, unataka una usikie, usikie. kwa sababu hata kama alikufa miaka arobaini, themanini iliyopita, unataka una ujue, pengine kuna taarifa utapata hapa nani alihusika, hata kama ilionekana alikufa kifo ambacho wanaita cha Mungu utajikuta unasogea, unataka kujua nani aliyehusika. Jina la Bwana libarikiwe, Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo unapoua, unapoua mtu unayesema anakuchukia, unapomuua mtu unayesema unayejua anakuchukia, unayejua ah, ni mbaya kwako, unaongeza watu wakuwa wabaya kwako. Yaani watu watakuwa wabaya, yaani wabaya wataongezeka kwa sababu usijidanganye, kusema hawajajua, hawajajua, lakini mioyo yao kuna mahala inagusana na moyo wako. Damu ni nzito kuliko maji, yani kuna mahala kabisa, huyu mtu hajajua, lakini anapokutana na wewe, anapokutana na wewe, kuna mahala anakiasehemu mbili ukuseka hama la kufanya ati mwingine hata ajui umwili unasisimka nini anapokutana wewe, alafuwajua huyu mwanadamu huyu mwanadamu. Na kuna mara utakuwa unamwona anajiapiza, kuna mara utakuwa unamwona anajiapiza, anasema, ila aliyefanya hiki Mungu, Mungu aliyetekeleza hili, aliyehusika kwa hili Mungu wewe, Mungu wewe, Mungu wewe ujua huyo mtu na huyo mtu anamtafuta, na ulimua mmoja aliyekuwa anaishi kwa ajili ya watu mia mbili. Wale watu mia mbili wote wanakuchukia, wale wote mia mbili wanakuchukia. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo kwa kadri unavyoua jua anakuchukia. Kwa kadi unavyoua unayejua unavyo, anakuchukia ndivyo unavyoongeza watakao kuchukia. Ndio maana hawa nawashauri hawa, hawa ambao, hawa ambao kwa sehemu kubwa wanawaua watu vingine, wana watu tukiwa hivi tuna tunatuliza mambo tukiwa hivi tunaondoa wenye kamdomo, unaongeza wenye kamdomo, unaongeza wenye kamdomo. Yani tukiwa tunapungusha wenye kamdomo tuna, wataondoke tu wenye kamdomo katika kitu uwezi kuzuia, uwezi kuzuia watu kulia, uwezi kuzuia watu kulalamika kulia. Ndio pointi ya mwisho mtu akishakuwa na maumivu makali atalia tu. Sasa wewe, wanaolia wanaolalamika ukiwaita wanaondoa amani, wanaolia wanaolalamika ukawaita wana kamdomo, na kuhakikishia anayekudanganya utaondoa kamdomo ka wanaolia, anakudanganya vibaya, wanaolia wa kiwa analia, yani kulia ndio pointi ya mwisho ya mwanadamu. Akishakuwa na maumivu atabaki analia, anayelalamika atabaki analalamika. Hata kama kuna mara ame, ameogopa kulalamika penye nahisi utaondoa mguu. Kwa mfano, akina mama, kuna viatu vi, vi, fulani vimechongoka kabisa huku chini vimechongoka, nini, ni kama ni kama mshale kwa huku mbele, huko anakuta kakusimamia juu ya mguu pale kakusimamia, kuna mahala, huyu mtu anaweza akasema, pengine nikilia, pengine nikilia huyu mtu atanikanyaga zaidi, ngoja nitulie, utakapoendelea tu. Yani wee, umesimama pale pale, umesimama pale pale, huyu mtu atalia tu, atalia tu yani, oh, atalia tu iwetai yani, unaua mtu nini, ananchukia anasema vibaya, unaongeza wakukuse... unaongeza idadi ya watakao kusema vibaya, kwa sababu hawa watu hawatakubali kwamba kweli, ule kwa kukusema vibaya wewe, zawadi ya kumpa kilikuwa kifo, kwa kukuchukia kwa hiyo We... hawa watu watakataa, yani watakataa, watakataa, watakataa, watabaki wamekataa hata kama alikuwa anakuchukia, lakini cha kumzawadia sio kifo. Hata kama alikuwa anakusema vibaya, cha kumzawadia sio kifo. Wewe hujawahi kusema watu vibaya? Wewe hujawahi kuwachukia watu? Je, wewe ulipowachukia watu walikuzawadia kifo? Wewe ulipowasema vibaya watu walikuzawadia kifo? Kwa hiyo nataka nimtangazie, nimjulishe, nimjulishe, nimjulishe kikundi chama shetani chama, chama vampire cha vijana wavuta bangi cha vijana wa wanaojita sasa wame, wamejaa damu sasa wamejaa damu, wenye kazi ni kuondoa wenye kamdomo. Hampunguzi kamdomo, sababu yeye kulia ndo kamdomo, kulalamika ni kamdomo, kufafanua ni kamdomo, ndo kuondoa amani ya nchi. hampunguzi ampungusha aku kamdomo, watu hao watalia tena, watakuwa wanalia kwa sauti nayo kufanya wewe, damu ile iinuke juu yako, damu ile ilie juu ya watoto wako, damu ile iliye juu ya familia yako, damu ile ipite kwenye ukoo wako, ipite kwenye familia yako, ile damu inajolia ifike mahala machoni pa Mungu, akione kile kilio. Hawa wakishindwa kukulia nainua faraka kati ya nyie kwa nyie, utajikuta nyie wenyewe mtalipana. Ikishindikana hilo, Mungu anamwinua mtu wake atakayelipa kisasi kwa niaba ya watu ambao singeweza kulipa kisasi. Ikishindikana hilo, basi Mungu anainuka mwenyewe anafanya mwenyewe. Ndio maana wakati fulani aliwahi kumwambia Elia, akasema atakayepona kwa upanga wa Yehu, Yezreeli atamwua atakayepoma kwa upando wa Yezreeli Elisha ye, atamuua. Kwa sababu Mungu, ikifika wakati, amefika wakati, kaona sasa lugha zote husikii, acha ya aina hii husikii, ushauri wa aina hii husikii, huindua kisasi juu ya Yezebeli. Yezebeli atakimbia, Yezebeli atakimbia kila mahara mifumo ya dunia yote itamtema, kwa sababu kuna mahali wanadamu wanaishigi. Unaweza ukafanya vituko ukaja kukimbilia kwenye nchi fulani, kuna mahali unafanya vituko vinaenda nchi zote hizo, hawa watu, hao watu, kuna mahali utafika, kila nchi utakayokwenda itasaidia kukukabidhi kwamba hapana, hapana kwa haya uliyoyafanya hayo uliyoyafanya, kuna haja Yezebel lifanyike jambo juu yako amana. Wakati mwingine tunaposhauri, usidhani unapunguza idadi ya kamdomo, unakatengeneza na wakati mwingine, kamdomo husika hakataongea kwa sura ile uliyosema ni kamdomo, kataongea kwa namna ambayo ulisema, hata kama mnakosoa kosoeni hivi watakosoa kwa lugha hiyo hiyo, itakuwa na uzito kuliko ulioikataa, kwa sababu hawakosoi kwa, kwa lugha ni mbaya. Wanakosoa kwa sababu yani lile kosa hawa, halionekani kubwa. Hawakuudhi kwa sababu wametumia lugha mbaya, unaudhika kwa sababu kosa ulilofanya ni kubwa. Kwa hiyo huyu mtu hata akitumia lugha ya upole kiasi gani ama wakati mwingine, kwa mfano wana hapo, mfano kwa mfano wakatae maandamano, wakatae maandamano, wakatae watu kwenda kwenye ofisi zao, lakini kama hawaamini kwamba kilio cha mtu kina nguvu, waruhusu kila mtu aliyeumia simame mlangoni, anze kulia. Yani waruhusu kwamba hebu mtu yote tangaza tangazo. Tangaza tangazo. Mwambie kila mtu aliyeumizwa, aliyeumizwa asimame mlangoni pa nyumba yake. Kila mtu awe analia alivyoumizwa. Ni zaidi ya maandamano. Ni zaidi ya maandamano, kwa sababu zile sauti utakuwa unazisikia, zile unazisikia, ndo unaanza kujua. Kilicho tatizo sio lugha gani inatumika. Kilicho tatizo sio lugha gani inatumika. Kilicho tatizo, kilicho tatizo ni kosa likubwa kiasi gani unalolifanya. Sasa lugha ambayo nataka waifahamu, kumuua unayejua na kuchukia kumuua unayejua anakusema vibaya, kumuua unayejua atachukua cheo chako, haupunguzi tatizo, unaongeza watu wa kutaka cheo chako, unaongeza watu wa kukuchukia, unaongeza watu wa kukusema vibaya, kwa sababu mtu haishi kwa ajili yake, mtu huishi kwa ajili ya watu. Ukimuua yule inakuwa imekwisha, para ajui kitu. Ndio maana tukimtesa, ukamtesa, ukamtesa, mwisho ukamuua, hakuna ujumbe ulikotuma, hakuna mtu anayejua pale. Yule yule kaisha kufa, kafa na maumivu yake, kafa kaondoka, hakuna unayemkomoa pale. Kama unatuma ujumbe, unatuma ujumbe kwa wauaji wenzio ulio nao pale kwamba nanyie msije mkawa wema, tutawafanyia kama hivi, sasa ameshafanya ubaya wa aina hiyo yani yao malipo yao ni kitu hicho. Kwa hiyo waje wawe wema, washije wasije wawe wema, malipo yao ni hiki walichoshiriki. Hakuna mara umetuma ujumbe hapo, yaani hakuna mara umetuma ujumbe. Jambo kubwa nataka, nataka lifahamike hivi: unapouua mtu yule unayemuua umkomoi, unainua watu wa kukuchukia kuliko yule wengi zaidi. Mungu wetu asifiwe. Hivyo utajikuta miaka yote wewe utatakiwa utumie pombe kali, ili kichwa chako alau unajiona una, sio binadamu bado, wee ni binadamu. Kuna mara utakuja utumie maneno ya upole kiasi gani, hayatatosha kusafisha damu uliopaka Wakati mwingine unaposhauriwa kwa sura kama hii, watu waikwambia njoo tuzungumze, hebu wai yazungumzwe leo, wai yazungumzwe leo.